anasaliti. E, nashukuru Mungu maana najua amekuweka vyema kama vile mimi ameniweka vyema. E, najua umengojea neno na najua tutasaidiana, najua Mungu atatuongoza katika neno la siku ya leo. Anaye kusalimu ni baba Askofu Hurry Thuku, na ningetaka tukaweze kuangalia neno kidogo leo. Nataka tu nikukubuse tu. Bwana asifiwe, leo nikukubusana maana kulingana na ile neno Mungu amenipea eh, kwa siku ya leo naomba tukaangalie katika Walawi ishirini na sita. Tutaanzia hapo mwanzo. Walawi ni ishirini na sita, tuanzie tu hapo mwanzo. Inasema hivi: musijitengeneze sanamu za miungu ya uongo, musisike sanamu zao za kuchonga wala nguzo wala sanamu za mawe yaliyochongwa nchini nchini mwenu na na kuvisujundu. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Sikeni Sabato mwenye, eh, sikeni Sabato zangu na kuheshimu mahali pangu patakatifu. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Kizungu inasema hivi, The Lord said, do not make idols or set up st uh, statues, stone pillars, stone pillars or carved stones to worship. I am the Lord, your God. Keep the religious festivals and honor the place where I am worshiped. I am the Lord, Bwana asifiwe. Leo na kukugusa tu kidogo tu ya kwamba usiabudu miungu mingine. Bwana asifiwe. Eh, wakati mwingine ni vyema kugusana watu wa Mungu maana mtu ni wa kusahau, mtu ni wa kusahau na Biblia inasema ya kwamba tusijitengenezee miungu mingine. Bwana asifiwe. Aidha ni miungu ambao imesongwa na mawe aidha ni miungu yani, ya bao imesongwa si si, e, e, na u au bau. Bwana asifiwe, yani miungu ya kila aina. Bwana asifiwe, tusisujudu wala tusinamie. Bwana asifiwe. Unajua nivye e, tunakubusana maana ni maandiko maana e, Mungu anasema yeye ndiye Mungu wetu yule tunafaa kusujudu peke yake, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abrahamu. Bwana asifiwe, huyo Mungu peke yake Biblia inasema kwamba ndiye tu tunafaa kuinamia, huyo Mungu tu ndiye tunafaa kusujudu. Bwana asifiwe, maana wakati tunaesa e, tuna jitengenezea miungu mingine Mungu hatafurahia na Mungu atatuondokea, wala ile miungu haitajibu maombi yetu. Bwana asifiwe, kulingana na Biblia inasema hata, e, ukisoma katika Exodus ishirini e, ama kutoka. Bwana asifiwe, Kutoka ishirini inasema ya kwamba e, inyongea hiyo mambo zote, amri za mwenyezi si Mungu ya kwamba tuweze tu eh kuinamia mungu mungu wetu peke yake. Bwana asifiwe, maana mungu wetu ndiye hujibu maombi. Na ukiangalia, e, kuna wakati hata e, e, wa, watu wa fristi walisukua saduku la Mwenyezi Mungu na wakaenda wakalaliza karibu na miungu yao. Mungu alikuwa anaitwa Dagoni. Biblia inasema ya kwamba isiku nyingine walikuta imeanguka hiyo Dagoni kifudifudi, wakarudisa tena. Biblia inasema ya kwamba baada ya kurudisa, isiku nyingine tena walikuta ile Dagoni pia imeanguka imefujika miguu imefujika mikono yani. <laughs> Haleluya! <laughs> kumaanisha huyo sio mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba tuangalie sana, tusijitengenezee miungu na tuheshimu mahali pake patakatifu. Haleluya! Na anasema yeye ndiye Mungu, Mungu wetu, Mungu ambaye tunafaa kumuinamia yeye. Bwana asifiwe. Najua hakuna kitu kizuri kama kuelewa Mungu mwenye unaabudu ni Mungu ambaye ako na nguvu, ni Mungu ambao atakusaidia. Ukiangalia wakati e, wana wa Israeli walianza kuondokea Mungu, Elia akasema ya kwamba mimi mpaka nitasema akutanyesa nami, mimi nimeondoka na, na akaenda miaka tatu na nusu. Biblia inasema wakati alirudi aliambia e, watu manabii wa Bari wakutane kwa milima na akasema ya kwamba e, kuletwe fahari bili ama dume bili. Bwana asifiwe na kusiwekwe moto. Bwana asifiwe, lakini waite mungu e, kila mtu aite mungu wake. Kama ni Bali atajibu maombi basi waabudu Bali, na kama ni mungu wa Israeli atajibu maombi basi waabudu huyo Mungu wa Israeli. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba wale watu walisida e, wakiomba ule mungu ambaye alikuwa anaitwa Bari, wakaitana wakaitana, na Elia anawachekelea anawaambia, muiteni kwa nguvu, maybe anaweza kuwa ameenda ha, ha, kujisaidia <laughs> haleluya. Maybe anaweza kuwa kwa safari, simu muite na nguvu. Bwana asifiwe. Wakaanza kujikatakata lakini huyo mungu wao hakuwasaidia. Lakini wakati Elia ali kwanza ye mwenyewe alisema kwanza maji mwagwe e, juu ya ile madhabahu. Bwana asifiwe. Maji kamwagwa mingi, lakini na sikuru mungu mana baadaye aliita mungu kwa dakika kidogo tu na mungu wake akajibu maombi na akaleta moto. Bwana asifiwe. Tunaongelelea huyo mungu ambaye alilete moto, Bwana sifiwe. Tunaongelelea Mungu ambaye yuko hai, Mungu ambaye unaweza ukamuita na akuje. Bwana sifiwe, huyo ndiye amepeana masachi ya kwamba usiwai jitengenezea. Bwana sifiwe, idols usiwai jitengenezea mungu fulani, haleluya. Kwa sababu gani? yeye mwenyewe anatosa ye mwenyewe anaweza akakusaidia, ye mwenyewe ni kibiro lako ukimwamini, ye mwenyewe ni tegemeo lako ukimwamini. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? yee mwenyewe akosawa na korede, Bwana asifiwe, akorede kukusaidia. That's why anakuambia, ondoa miungu mingine yote, usijitengeneze. hata hata usisonge mawe inakaa kama mimi, hata usisonge bao nikae kama ni mimi. Hapana, mimi mwenyewe ndio Mungu. Ukiangalia wakati alikuwa anatuma eh, Musa kule, eh, kwa farao ye aliulizwa, wewe ni nani? wakiniuliza nitasema wewe ni nani? alisema hapana, Ali waambie, mimi ndio mimi, Mungu ambaye huisi milele. Haleluya, Mungu ambaye huisi, haleluya, o oh my God, bwana asifiwe yani Yee hafananiswi na chochote, haliganiswi. Ni Mungu ambaye ni Mungu akona ngufu. Bwana asifiwe, ni Mungu wa majina mengi, lakini Mungu mmoja. Tunamuitanga Jehova Jaire, Elisandai, Jehova Sama, Jehova Nisi, yaani majina mengi mengi, tena matamu. Bwana asifiwe, lakini Mungu tu mmoja, nadiana jibu maombi. Bwana asifiwe, ye mwenye dia litengenesa barabara. Bwana asifiwe. Yaani pale kwa redisi hapo, ama baadhi za samu. Bwana asifiwe, akatengeneza kukawa na njia. Huyo Mungu ndiye nataka ufikirie juu yake, huyo Mungu ndiye nataka uabudu yeye. Bwana asifiwe, Mungu ambaye hujibu maombi. Bwana asifiwe, Mungu ambaye si unasikia eh, Dagoni ilianguka tu. Bwana asifiwe, halo eh, Dagoni ilianguka nguka, maana sio Mungu. Bwana asifiwe, si Mungu, lakini nashukuru Mungu maana, wakati umemwamini ye, umemwambia wewe ndio tegemeo langu, wewe ndio kibilio langu. Bwana asifiwe! Sasa Mungu naye anakujanga, ana ile nafasi, anaanza kutuku kusaidia. Bwana asifiwe, that's why nakwambia tuabudu huyo Mungu ambaye ni wa kweli, Mungu muumba bingu na nchi, Mungu mwenye alikuuba. Bwana asifiwe. jie naongelelea na ye mwenyewe atakusaidia, atakupigania, atasimama na wewe. Bwana asifiwe. Tena kuna kitu kingine nataka kukwambia e, Wakati utahesimu madhabahu ya Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe, ne Mungu atakuhesimisa. Bwana asifiwe, ataazilia kibali juu yako kwa kazi yako, ataazilia kibali kwa watoto wako, ataazilia kibali watoto wako atakupenda. Bwana asifiwe, yani kazini ut, yani utakuwa mtu wa maana, utapata kibali mahali pale kwa sababu gani? Kitu ya kwanza umeheshimisha Mungu maana umeheshimu mahali pake, ile praise ile nafasi ni nafasi ya Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Alafu jambo lingine, chochote utainua kuliko Mungu huyo atakuwa mungu wako. Bwana asifiwe. Sijui kama umenielewa Nasema chochote utainua kuliko Mungu, huyo atakuwa mungu wako. Ila akuwe ni mke wako umuinue e, kuliko Mungu ama umpende kuliko Mungu, edha ni mzee wako umpende kuliko Mungu, edha ni mtoto wako umpende kuliko Mungu, edha ni utajiri wako upende kuliko Mungu, huyo atakuwa ndiye Mungu wako. Maana huyo ndio utakaa kama unamuinamia. Bwana asifiwe. That's why inasema, Mungu atusaidie tuondoe hizo mambo zote. Bwana asifiwe. Watoto utawapenda lakini hautawapenda kuliko Mungu mwenye alikupea wale watoto. Utajiri utaupenda lakini hautaupenda kuliko Mungu mwenye alikupea ule una, e, utajiri. Bwana asifiwe. Mke wako hautampenda zaidi ya Mungu. Bwana asifiwe. Chochote utaondoa Mungu weke, Bwana asifiwe, kitakuwa ni kama ndio Mungu wako. That's why inakuomba wasa, tuondoe mambo zote. Bwana asifiwe. Ukisoma Isaia, Bwana asifiwe. Kisoma Isaia sita inasema ya kwamba wakati Usia alikufa ndipo Isaia aliona Mungu Bwana asifiwe sasa nataka kusema kuna Isaia anaweza isa kuja eh, kuna Usia anaweza kuja bereni mwako na Isaia eh, Usia akikuja bereni mwako atafanya wewe mwenyewe, Bwana asifiwe, ukose kuona Mungu. Sasa ndio nakwambia tuondoe miungu yote, Bwana asifiwe, haleluya. Kuna wengine wanaendanga kwa ganga wale waganga wanawainua kuliko Mungu, wale waganga wanakuwa ni kama ndio miungu. Yani before ufanye chochote kwanza. Mtu anaenda kwa mganga. Bwana asifiwe. Unapewa vitu zingine unaweka kwa nyumba. Bwana asifiwe, huo ni wabudu sanamu na Biblia inakataa. Bwana asifiwe, Biblia inasema usiwahi jitengenezea miungu mingine alo, usijitengenezee. Na ni vyema Mungu atusaidie kufuata hiyo selia, tusijitengenezee miungu mingine ila Mwenyezi si Mungu maana tukikaa tukika wa Mwenyezi si Mungu, na tusimchanganye na chochote. Bwana asifiwe. Huyo Mungu ataturida, huyo Mungu atatupigania. Kuna watu wengine unakuta mtu ati amepewa vitu za kujirida. Bwana asifiwe, lakini waza ni kwambie, Biblia yenyewe inasema atamlinda mrango. Bwana asifiwe, mrinda rango eh, yani ye analala kama anakesa, lakini ni kazi ya bure maana Biblia inasema mwenye anaweza rida ni Jehova peke yake. Biblia inaendera kusema ya kwamba ya kwamba hata e, nyumba usipojengewa na Jehova Eh, wale watajenga watafanya kazi ya bure. Bwana sifiwe, that's why nakuomba, wacha tu. Bwana sifiwe, tukaamini huyu Mungu, tukaamini Mungu ambaye ako na nguvu na uwezo. Bwana sifiwe. Mungu ambaye anainua, Mungu ambaye anabariki. Bwana sifiwe, huyo Mungu ndiye naongelelea. Mungu ambaye ukimwambia ninaumwa, anakuja na na kusaidia. Bwana sifiwe, Mungu ambaye ako na nguvu na nguvu zimepita nguvu za huyo Mungu, Bwana asifiwe. Hapana, ndio na kuomba tu Mungu akaweze kukusaidia, usinamia miungu mingine, usiwai jaribu. Bwana asifiwe, maana ni dhambi. Bwana asifiwe, mahali pengine Biblia inasema hata ustaje jina la Mungu bure, ukisoma hiyo Exodus 20 Bwana asifiwe au eh, kutoka ishirini, Bwana asifiwe, inasema pia. Bwana asifiwe, hata usitanja taje jina la Mwenyezi Mungu bure, maana Mungu hata sema we si mwenye dhambi kama unataja jina lake na mzaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tujiondoe kwa mambo mengine, ili Mungu naye akapelekane nasi, ili Mungu naye akiangalia, anaona watu ambao wanafuata njia zake, watu ambao hawaamini miungu mingine, watu ambao hawajui chochote ila wanajua tu Mungu. Bwana asifiwe. Mungu naongelelea ni yule Mungu nitarudia tena Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu. Bwana asifiwe, ndio naongelelea juu yake, Mungu ambaye anajibu maombi. Bwana asifiwe. Bibilia imetukataza na nimekukubusa. Bwana asifiwe. Leo nimesema nikukubusa sana, Bibilia imekataza kuinamia miungu mingine, kujitengenezea miungu. Bwana asifiwe, maana Biblia imekata. Nasi ni vyema pia tufuate hiyo Biblia. Bwana sifiwe. Najua sasa umekubuka na najua Mungu atakusaidia kumwabudu yeye peke yake. Bwana sifiwe. Naomba tukaweze kuomba na wewe na najua Mungu atakubariki baba na ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo baba umetukubusa ya kwamba tusinamie miungu mingine au kujitengenezea Jehova, miungu ya mawe au ya mbao. Jehova baba nakuomba baba maana, Jehova rabii, nimekubusa Jehova rabii msikilizaji, my father, nami najua baba na utamsaidia. Na kama kuna yule Jehova amekuwa akiinamia miungu, ikuwe Jehova rabii, amepewa na waganga ama nani, Jehova rabii, Jehova miungu ya kila aina Jehova wasa ukamsamehe Jehova, na ukaanze na yeye upya Jehova, katika jina na la Yesu Kristo wa Nazareti kwanzia sai Jehova. Najua Baba, kuna kazi imeanza Baba kutendeka ndani ya watu wako. Ukifanya hivyo, mfalme sifa na shukrani zako. Wasamehe Jehova rabi, na ukaanze na wao, na ni katika jina na la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba Baba na shukuru, na atakuamini naomba eh, nikikwasa nikakupee nambari zangu nambari zangu ni 0713 721 582. 0713 721 582. Jina langu ni Baba Askofu Hurry Thuku. Barikiwa sana na we na wiki jema ya baraka. God bless you.